Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe nanyi. Mwashamba Baba Askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma wapendwa mapadri wote mlioko hapa, watawa wote wa kike na wa kiume, viongozi halmashauri ya walei ngazi ya jimbo, dekania na parokia zote, viongozi mbalimbali mbali wa serikali ambao tumewaalika, wapendwa sana wana ndoa mtakaofunga ndoa siku hii ya leo, wapendwa wana jubilei wa miaka mbalimbali ya ndoa, kuzaliwa na upadri wapendwa wanadekania wadekania mtakatifu Petro, pendwa sana waamini wote wa jimbo kuu katoliki la Dodoma na kutoka nje ya Dodoma, wageni wote waalikwa, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristo. Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini Ma Basi sisi wanadekania wa dekania mtakatifu Petro, siku hii ya leo tunayo furaha kubwa sana kuadhimisha sherehe ya msimamizi wa dekania yetu mtakatifu Petro Mtume. Tunayo furaha hiyo kwa sababu msimamizi wetu huyu ndiye kiongozi mkuu wa kanisa aliyekabidhiwa na bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo tumeona ni vema tukamwenzi kwa namna ya pekee kabisa siku hii ya leo katika maadhimisho ya sherehe hii ya siku ya leo ndani yake kutatolewa sakramenti ya ndoa takatifu kwa wanandoa watarajiwa ishirini na moja. Tuwashangilie kwa makofi na vigelegele. Basi baada ya ndoa hiyo, mwishoni pia watapongezwa wana jubilei wa jubilei za ndoa, upadri na kuzaliwa, ambao tunao pia pea ishirini na mbili, na wenyewe tuwapongeze kwa makofi. Basi baada ya kusema hayo, chukua nafasi hii kuwakaribisheni ninyi nyote, tukae kwa utulivu kabisa wakati baba askofu mkuu anatuongozea maadhimisho haya makuu na matakatifu. Kabla ya kumwalika baba askofu mkuu kutuongozea misa hii takatifu, tusikilize nia chache za misa zilizoko hapa. Anamshukuru Mungu sana kwa zawadi ya uhai, afya njema, ro ya roho na ya mwili, na kwa kumstahilisha leo Juni 21 kutimiza miaka sitini na tatu ya kuzaliwa. Anaomba Mungu aendelee kumzawadia fadhila za imani, matumaini na mapendo. Anamshukuru Mungu kwa zawadi ya wazazi wake Mama Maria Wikazi na baba yake marehemu Gerva Siwela. Anawaombea afya njema watoto wake na anamwombea pumziko la milele mbinguni marehemu mume wake Wilfred Mwingira. Imeombwa na Maura Mwingira. Anamshukuru Mungu leo kwa kumbukizi yake ya kubatizwa, kupata ekaristi takatifu, kipaimara na ndoa takatifu. Anamwomba Mungu amsaidie katika changamoto zake anazopitia. Imeombwa na Mkristo mmoja. Anawaombea marehemu Johnson Jonathan Mpuya, Kandida Mgwadu, Peter Mgwadu, Herman Dionisi Mpuya na marehemu wote wa ukoo wa Mgwadu na Mpuya. Imeombwa na familia. Raha ya milele uwape Bwana wapumzike kwa amani Amina. Kwa heshima na taadhima naomba kuchukua nafasi hii kumkaribisha baba askofu mkuu kwa kutuongozea misa hii takatifu na kutoa sakramenti ya ndoa takatifu. Naomba tumkaribishe kwa makofi mengi na vigelegele. <laughs> Karibu sana baba, utuongozee misa takatifu. Nikushukuru baba dekano ameshatueleza kwa nini tuko hapa sasa. Tujiandae kiroho ili tuweze kuadhimisha ibada hii ya misa kwa mioyo iliyotakata. Tujute dhambi zetu na kuungamia Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele.